Mtu ambaye ana mafanikio kapata mm, mafanikio makubwa kwa haraka na watu wamekuwa wakimwandama siku hadi siku, alipojenga nyumba, watu wakamwandama mpaka mm, akasema anada anadanga, anadanga. anadanga. Mm, akaja kwa wajibu live akasema, sawa duka langu linatumika, kwani la kwenu yeah. Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa 69 Media. Bado stories ziko nyingi sana hapa, tunakuja na swala zingine, ah swala jingine zito zito hivi <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kwa kawaida yako, wewe ukiamua kuchagua mwanamke uh, kudate naye, unamchukua mwanamke ambaye ana sifa zipi? Mimi kwa kawaida yangu uh, napenda mwanamke mtulivu mwenye akili uh, mwenye kunisikiliza uh. Mwenye mapenzi na mimi na akiwa nakuzidi kipato, akiwa sio shida, akiwa nizidi kipato sio mm. shida, ila kiukweli, kama yeye amenipenda mi mm. kama yeye ameridhia na mimi hatojali mm. kwamba ye ana kipato kiasi gani, au yeye anaingiza mshahara kiasi gani, unaelewa? mm. Kubwa mimi napambana, napambania ndoto zangu na tumekutana kwenye mapenzi, kwa hiyo mm. Yeah, respect. Na mimi ni respect? Basi, ni nam ni unazungumzaje wale wanawake ambao akiwa ana kipato kikubwa kumzidi mwanaume anaweka majivuno. Uh, kuna matabaka mm. kuna matabaka yao wanawake mm ambao wana majivuno baada ya kujipata yeah, au inawezekana wamejipata muda mrefu. Kuna kuna kuna wasichana wana maisha mazuri tangu asubuhi wa wamezaliwa nayo mm. mm. eh, nyota imeng'aa tangu asubuhi yani, amesoma amefanya amefika sehemu tofauti ametembea, lakini day of the week ukija swala la kipato, amenizidi hajanizidi, kubwa mimi respect kwa kile kitu ambacho yeye anacho na mimi ni kama yeye atakuwa na kitu cha tofauti mm. basi anatakiwa aache kwa sababu mm, pesa ni kitu. Pesa inaweza kufanya kila kitu, mm, lakini haiwezi kununua mapenzi. Yaani mimi niwezi -hmm. Siwezi nikakupa mapenzi yale ya dhati mm, kwa sababu wewe una hela. Okay, it's a girl so baby alongside, niko na mtu wenye majina mengi mjini <laughs> lakini pesa kidogo. <laughs> <laughs> Ka kabisa, kabisa. <laughs> Mimi na chingling in the town the baddest in Dimo mtu mbaya yep, baba lao. Tafutaje hapa, pesa nyingi, pesa kidogo, tunapambania au unasemaje? Ah, yeye kila siku fulaha <laughs> yangu kijitambulisha <laughs> Sasa bwana, yes. Kuna ile story ambayo imekuwa ikiendelea kuhusiana na Nana Dolls alivyozungumza. Nana bwana, nana amekuwa ni mtu ambaye ana mafanikio, kapata mafanikio <manyanikio> makubwa kwa haraka, na watu wamekuwa wakimwandama siku hadi siku, alivyojenga nyumba watu wakamwandama. mm. mpaka akasema anadanadanga. Anadanga. Mm. Akaja life. Sawa, natumika kwa wajibu akasema sawa, duka langu linatumika, kwani ni la kwenu? duka la kwangu mwenyewe ndio. Ikatoka hiyo Nana akazawadiwa gari bwana. Ndio. Akasema kazawadiwa na mpenzi wake. Mm. Sinaelewa vizuri. Mm. Na alisimulia hiyo story kwamba yule mwanaume wake alikutana naye msikitini sijui mm. E, alikuwa hivyo anatoka siku swali, alikutana naye mwanaume akampenda, na Nana akamwambia mimi niko single, sio na nini. Mwanaume alisema ili kusimulia mimi nakupenda, nitakupa mm. zawadi ya gari. <laughs> Watu wakasema oh, kajinulia gari mwenyewe, wakamsakama. Nana kaja kazungumza tena kwamba alishawahi kumiliki milioni 100 kwenye mm. akaunti yake ya benki yake mwenyewe. Mm. Watu wakamsakama tena binti wa watu. Kabisa. Nana haishui mambo haja, hmm. akazungumza hawezi date na mwanaume anayelipwa mshahara oh, shilingi mm, milioni mm. moja sio sibola hiyo milioni moja. <sighs> kuna wanaume mshahara anaolipwa ndugu yangu, nadhani ni, ni, ni hela ya, ya ya, Pampers, ya mtoto wa Nana. <laughs> <laughs> Hey, hey, hey. Nana <laughs> wananakwambia anawaia yeye anaingiza milioni tano kwa mwezi mm. ana makampuni mengi sawa, balozi zake ni nyingi, makampuni mengi mm. anaigiza video vixen sio vizuri mm. ni mtu ambaye ana mishe nyingi mjini. Kwa nini mm. akadeti na wewe chini ambaye unafidio milioni moja kwa mwezi, ndugu yangu <laughs> <laughs> mi wanajiuliza hivi mm. kuna haja mtu kutaja eh, kiwango chako unachoingiza kwa mwezi kwa mwezimi kwa. ni nisiri eh? Ndio maana hata mshahara wako watakiwa uchague mtu akumwambia kama yuko shilingi ngapi. Kabisa. Sio kila mtu anatakiwa ajue. Sasa, Nana mimi nadhani anajipa, anajipandisha sana anaji, anaweka majivuno sio majivuno eh, anajipandisha bila kupandishwa na, yani na watu umenielewa yaani hivi anajipandisha bila kupandishwa na watu. Unapofika wakati mm. lazima u, u, u. Mboso alizungumza kuna clip yake moja aliongea kwenye interview yake, nadhani mtaiweka mm. Alisema hivi kabla ujaongea kitu mm. kifikirie mbele yake, yani unachotaka kukiongea kifikirie nini mm. unachotaka kukisema, si umenielewa? Yes. kama hiki kizuri au kibaya, kwa hiyo kifikirie kabla ya kukiongea. Sasa Nana yeye hajafikiria mpaka akaongea vile, na hii kawashusha kuna kuna watu hawajasoma wa mm, lakini wanapokea mishahara mizuri maofisini. Of course kuna watu wamezaliwa hawana kitu, hawana elimu mm, unaelewa, wanapambana maisha, wana- wanapata bahati, wanapata wanapata bahati ya kusaidiwa, wanakuwa mm. juu. Na sio kusaidiwa, mtu anajisaidia, labda mtu ana, ana talent yake, unaelewa, anakuwa maisha yake, alianza chini, anakuja juu, unaelewa mm kuna watu kabisa waje kupata kwa mwezi hata laki tano, ndio lakini anafanya kazi mm. anaendesha maisha yake kila siku na maisha yake yanaendelea, hana mm. haki ya kupendwa? Anayo haki. hana haki ya kumiliki mwanamke mm. mzuri? hana haki ya kumpenda mtu ambaye mwenye hadhi kubwa mm. anayo. Kwa hiyo unapozungumza vitu, kwanza unaishusha hata brand yako, huwezi mm. kusema vitu kama hivyo, eti mimi siwezi kudeti na na mwanaume ambaye hini anaolipa mshahara chini ya milioni moja. Hiyo ni kauli ya kiufedhuli tunasema, hujafikiria hujasema kitu ambacho watu k ukawa kwamba wewe ni so. Kuna wakati na maana, umemona ule nani nani Uramita nani kitimtimu kkitimtimu, mm. walipokuwa wanazungumza mawasiliano yao ya simu yes, koje gari mm na imewekwa ile caption ya na mm. Tunasikia mazungumzo yake, anaongea "Mimi mm. sina, mi sina hazi hiyo, na sasa hivi nishavuka huko." Umevuka wapi kwani huyo? <laughs> mwanaume anaolipwa mm. milioni kumi kwa mwezi na mwanaume ambaye analipwa milioni mbili kwa mwezi utofauti wake ni nini? Kwamba yule analipwa milioni kumi mm. au kazidi kifedha au wanaume ni ule ule, anaolipwa milioni kumi na milioni mbili ni, ni vile vile kwenye ugentlemen. Ah, unajua mm, kwa sababu ugentlemen unakuwa kwa mwanaume ndo anakuwa yeah, gentleman mm. Kuna magentlemen wanaweza akakaa na, na mwanamke na kweli akajisifia na hata alipe kwenye hicho kiwango cha kuanzia milioni tano na kuendelea. Mtu anaweza yeah, kama mtu analipwa laki tano tu, mana analipwa laki nne tu lakini mm. The way anavyojitreat anavyojiweka na nini, mm. Wasichana wanapenda kumwona mvulana anajipenda kujiweka, mm. Yani, katika umbo fulani hata, havi na fulani hata na kun kuna kuna wenyewe wanasema kuna wenyewe wanasema wanaume fulani ambao mabishio wengi Mm, wanatembea na watu wenye mshahara mm. Wow, yeah, yeah, yes. Na wasichana wenye pesa wao hawana kitu chochote, kutokana tu na nini, the way wanavyo nini, wanavyo nini, wanavyojiweka mm, kama mwanaume. Kwa hiyo Nana, na ndio maana huo ugomvi hapo. Kipilipili naye <laughs> kamwelezea hisia zake, mm. Ni msichana mwenzie, umeona the way jinsi ambavyo walivyokuwa wanajibishana yani, yes, kama Kipilipili angekuwa mwanaume. Mm. Gladness, Kipilipili angekuwa mwanaume mm, ngesema pale kulikuwa kuna kitu fulani mwanaume, mwanaume mwenzetu anatutetea, ya kuna kauli alisema kabisa akasema unanyanyasa wanaume mm, na akajibu kwamba sasa kama atakwa, nakiopis, katafuta kani kwa peke yangu tu tusi nanini jua, ile kitu ile kauli zake zile, hata <laughs> Pili Kitimtimu alikuwa sahihi, alikuwa akizungumza kiukweli kwa sababu Uh, watu walivyotafasiri kwamba Nana ana, ana, ana, anadharau kwa wanaume anadharau, mm. na wanaume, lakini pia Nana ni binti fulani, binti mdogo, sio tuseme, ni sio mama, ni binti yule, japo ana mm. mtoto mm. ni binti mwenye umri mdogo, lakini anapenda kuishi maisha expensive, anapenda maisha mazuri, ndio maana anachagua wanaume wenye kipato kikubwa kwa ajili ya kudate nao. Unajua sasa hivi mfumo mfumo ule watu watu kutafuta kiki kiki, kama kiki, yani kitu fulani ambacho kinatengenezwa, sio kama hivyo mm kaongea kitu kauli kama hiyo, umeona yaani katafuta kitu ambao ukija ukimzumu, unatafuta watu wa TRA. Ujue unapofanya biashara kuna unawezekana hata hiyo milioni mia. Anasema makampuni mengi jamani yanamlipa hela sawa, makampuni yapo mengi, umenielewa makampuni hawezi kukosa, umeona na tumeona, lakini kunafika wakati unatakiwa ufike hatua uonyeshe kazi zako kwanza, mm. kuliko mdomo mwingi mnaongea sana, na sisi tunataka tujue, mbona huyo mwanaume wake aje kumweka wazi akazungumza kwamba yeye anafanya sehemu gani? Hajamweka wazi kwamba huyo mwanaume wake ni nani, unaelewa yeah. uh, yeah. sometime moja wanaongea tu, lakini tunakuja kufahamu ukweli kwamba chini huko wana shida nyingi mm. na mbaya zaidi waandishi wa habari wa wakishaona kauli kama hizo mm. tunakuwa tunajaribu kutafuta njia eh, hey, sisi tuna deep eh, hey, tunajaribu kutafuta njia chimbuko ulipotoka na nini tujue, mm. kwamba wewe ulisahau nyuma, ulisahau ulipotoka, au umefika <laughs> sasa hivi mm. unajikuta tayari unaanza kutanua mabawa wakati huwezi kuruka. Pesa kidogo maneno mengi, umeona mambo hapo mm. kwa hiyo kwa, kwa dada yangu yule naye pilipili ona pili, kale kapamba kapani kikanuna e, pili wanaume pili ilimkwaza, ili yani ili pili ili, ili, kazi, pili jinsi alivyoonekana jinsi, ilimkwaza ile simu ili, alipiga kwa nia ile, au alipiga walikuwa kuna mazungumzo yao, baadaye ndo wakaunganisha story, sisi sisi sisi tufanye kwamba alipiga ndo kwa nia ile tu kumsema, kwamba mm, kwa nini mazungumzo kama hayo, kile kitu kilimuuma, kwa sababu pia kuna wanaume ee ambao kwa ambao wana kipato cha chini, lakini wanatamani kuwa na mtu kama Nana. Hongera hongera dadangu pili, nikupe hongera zako, mtetea pili kwenye kikao cha wanaume lazima aende akasimame kama katibu, kwa sababu amewakilisha wanaume japokuwa ni mwanamke. Pili ameongea kwa uchungu, mimi kitu nilipenda sana. Ameichukua pili ile pili, yani ameivaa, ya ameibeba ile, ameivaa, ameibeba, yes. na mimi nimependa the way alivyokuwa ana- anafanya kile kitu unaona, mm. kwa sababu kama ni mwanamke kimempenda, yeah. mimi siwezi kusema eti wewe hujakuumiza. Mimi naweza nikakaa nika, nika, nikaweza maneno mazuri tunaweza akamjenga Nana yenyewe akatulia, hata silipi hata milioni milioni moja. Ala ni mm -hmm. Unielewa? Kwa hiyo huyo Nana anatakiwa akutane na watu, kwa sababu kuna watu wanatongo, au kuna kazi nyingine anaifanya, inawezekana yeye, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, anafanya mazingira mengine. Kuna, kuna kuna kauli ambayo alizungumza mai Martha, alipokuwa akizungumzia ya nana ish mm. kuna kauli na nukuu, alisema kila mtu ana aina yake ya udangaji <laughs> ya udangaji. Hey, labda na yeye pia ni, ni, ni aina yake ya kudanga. Sasa, sasa <laughs> mimi ndio maana nataka nijue kama unajua. mm. sasa hivi wadangaji imekuwa um, mm. ni, si, nisiongei si, si, si ofishu kwamba ni wadangaji wanafanya biashara hiyo na nini, si watafutaji. siongee watafutaji mm. siongee ofishu kwa sababu kiukweli, ki, ki, kila mtu anajua kutafuta riski yake, umeelewa. wewe ukiamua kutafuta riski yako, imeenda imenyoka, unajua unapata riski mm. Basi tafuta riski yako vile ambavyo wewe unaweza mm. no. Lakini usivunje sheria ya nchi mm. Unaelewa na yes. Kati na utaratibu wa nchi, fanya mambo yako, usivunje sheria za nchi, unaelewa mm. Kwa hiyo kwenye swala la kupambania kitu fulani, unaelewa tugejua kwamba wewe unapambania kitu fulani. Mimi nilikuwa nataka nijue, najua yule ni mm. mm. yeah. Sasa mimi nataka kufahamu mm -hmm. kuna kuna biashara yoyote au kuna mtu yoyote ambaye umenielewa, unajua mm. Kuna ule udangaji fulani ambao unaweza kupigwa simu wewe, unajua mtu maarufu, unaenda nakutana na watu mekikua kibundo cha milioni kumi hapo, unajua mm. mimi milioni tano hapo au milioni tano milioni kumi maona imewekwa mezani. Nataka na mbona ninataka kuspend na wewe ndani ya mwezi ah, mmoja. In love yani inakuwa ni in love. Unashangaa tu unaona penzi la mwezi mmoja hey, si mahali imevunjika. Kuna wageni wengi kuna kuna wageni ah, wengi wanakuja. Wewe furahisha si ndio kama ilipotokea ile kwenye alikuja yule Kevin kwenye harusi ya Juks. Kevin ambaye alikuwa ni mpenzi wa Hamisa. Mm. Alikuja kwenye harusi ya Juks baada ya harusi mm. akaonekana na Spread and Deep. Baada mm. tuk, tukashangaa tuoni ilo penzi. Sasa ndio maana nakwambia kwa wenzetu wenzetu uzunguni huko. Mm. Kuna ile for time. Ha, hata sisi huku unaelewa ah, yani so for time yani no so short time for mm. time maanake, yani kwamba mimi nimetoka nimetoka labda Japan, hmm. si ndio nimekuja kwa nimedondokea uh, tuchukulie South Africa na nimeenda labda kikazi, si ndio fika pale mimi kuna wenyeji wangu na nini na mimi binadamu na roho na nyama na kula vizuri mm. yeah. Kwa hiyo nitatafuta namna yote kumtafuta mwenza, umeelewa, nijue mm. labda Nita, nimesafiri na mtu wangu hmm. lakini kwa kawaida kuna wale magensta hmm. na nini wanaweza kukuchukua bwana, si mimi tumekuja hapa kwa muda wiki mbili, tuspendi na wewe, utakula nanini na kibunda chako tunakuingizia hmm. unaelewa, kwa we kazi yako huku, wewe unafanya mambo yako, unaspendi na watu ndani ya wiki mbili, tunarudi zetu maeneo, wewe unarudi kwenu, ushakusanya kibunda chako yeah. na kuja kuwekeza katika nini katika Business, business, za. Sawe. Na hizo biashara masuperstar wengi mm. washazifanya. Ndio. Umeelewa hiyo mfumo hiyo. Mm. Yeye yeah, yani kwamba mtu ana ah, mimi mimi duka langu kumbe hamna lolote. Ukija nyuma huko na mbaba bana huyu. Hapo duka lile kama kivuli tu. Eh, hey, kinakuwa nini kama ile pale ni kwamba ni uwekezaji umefanyika na ni kwamba nyuma ya pazia. Umeelewa? Kumbu kumbukizi. Kumbukizi ndio. <laughs> Kumbu kizi. Ndio. <laughs> vitu vinawekwa hapo. <laughs> <laughs> wakati tu, um, mm. tunyoshe mm. maelekezo zaidi kwa hiyo issue bwana. Nana ndio iko hivyo. Nana naye amekuwanga na kauli zake, watu zinawafanya zina watu wafikirie vitu vingi tofauti. Kama kipindi cha nyuma baada ya mjengo wake kukamilika, kauli ikaja kwamba, oh, mimi nilikuwa nadunduliza bumu buu ile nyumba ile, nyumba, ile ikajengwa na hela na bum, unajua Kuhefa... Nilimsikia pia alizungumza mm. Kuna vitu lazima viweke kwenye mfumo wa kipaji mm. Niweke tu sawa, kuna kuna hiyo kuna clip pia niliona alisema kwamba yeye ni mtunzaji mzuri wa pesa pesa, unaelewa mm. Na ukweli zaidi, kutunza pesa ni kipaji, ndio yani, ukiwa una uwezo wa kuhifadhi hela yako, unaelewa mm. Kwa kila dei unavyoipata, wewe unavyoipata, unaitunza, matumizi yako yanakuwa una bana, lakini unahakikisha kila siku unapata riski, naihifadhi ni mm -hmm. Kipaji kikubwa iko, kuna watu hawawezi kuhifadhi hiyo, na ndio maana kuna watu wanafika wakati, unaona ile ela yake, akipata tu hela hapo hapo anafanya kitu cha msingi yaani haju yes, kuweka wanakwambia, hasara roho, pesa makaratasi. Mm. Mm. na wenyewe anakwambia laki sita sio pesa ila eh, itafute sisa utajua kazi ya sio. <laughs> So, poa nimeipenda hiyo. ila po? Wewe ni mtunzaji mzuri wa pesa. Mm. Mi mwanangu siwezi sema uongo. Mm. Mimi sio mtunzaji mzuri wa pesa ila mimi... imeshaisha ile, ile, bado ipo. Mimi ngoja, eh, ngoja. Ila, yapa, <laughs> mimi hapa mimi napenda sana in mm. in reality in reality mimi napenda kama nitakuwa na hela basi, kuna mtu ana ana shida ya hela. mm. Yani anakuja ananielezea shida yake ya uhakika, mmelewa bwana, mimi ni azime elfu hamsini. hii elfu hamsini nitakurejeshea baada ya wiki moja. Ndio kuhifadhi kwangu pesa ah, elfu hamsini. Sasa mimi najua kabisa wewe, nikikupa elfu hamsini yangu, ukiwa una imani ya kunirejeshea Najua kabisa mimi hela yangu niliweka kwa mtu. Ah umewekeza. Kwa hiyo in, kwa ndo napenda inakuwa ni, benki yako. Kwa mara nyingi huwa nikipata pesa nyingi huwa uh-huh, na na na na hifadhi na mtumia bi mkubwa. Ah unapataga pesa nyingi? Eh, hey, kama mara nyingi kama nitapata pesa. Pesa kubwa Mim... kuishika wewe ilikuwa ni shilingi ngapi? Ah siwezi kutaja kiwango. Au unasema Lakini... tu mbona nani akasema milioni 100? Ah mimi siwezi kutaja kiwango. Lakini mimi nashukuru Mwenyezi Mungu. Hii ndogo ninayopata, hmm, na rizika nayo. Mimi si fiti. Mimi niliwahi kuingiza pesa yangu mwenyewe. Ilikuwa ni almost milioni moja na laki tatu na nusu. Sahihi. Mwenye. Mimi sidanganyi. Sahihi. Mwenye. Ni ni ni ni, ni upambanaji. Mm. Kwa sababu mtaji hata elfu hamsini laki. Kwani nipiga kelele. Lakini uh. kuna mtu anaweza dharau milioni moja. Eh. Hey. Anaona kuja <laughs> anachukulia kwamba milioni moja kama ni vipi. Eh. Yaani milioni moja kwa mfanya kuna watu wanafanya biashara elfu hamsini yeah. kwa mwezi wanalipwa elfu hamsini unajua mm tena hapa hapa Dar es Salaam na ni wengi sana ambao wafanyabiashara wadogo wadogo. Kuna wafanyabiashara wanauza kahawa mm. kuna wafanyabiashara sio wanauza pipi mm. wafanya uza nguo, uza izi, kuna wafanyabiashara wanauza nguo za mtumba hizi, kuna wafanyabiashara na mama ntilie, kuna wafanyabiashara wengi sana, lakini mtaji wao ni mdogo, lakini maisha yeah. yao yanaenda yanaenda. Kwa hiyo mtu kama yule anaweza kuhifadhi pesa naelewa, mm-hmm. ana uwezo mzuri wa kuwekeza, kwa sababu kaanza na kidogo, baadaye anakwenda kukitafuta nini kikubwa, kikubwa. Kwa hiyo kile kidogo ambacho wewe unakipata kwa time, kihifadhi, haijalishi kwamba unakihifadhi kihifadhi vipi. Kwa hiyo yep. kwa kauli zetu sisi, najua Nana baadaye, nadhani atakuja ataongea, tutasema no. alikuwa amefeli, nawezekana kwa sababu haiwezekani kusema na kila mtu ana choice za kuongea mm. Chochote ambacho kubwa hujavunja sheria mm. Na nini ana choice hujatukana mm. Mm. Basi kwa hiyo kikawaida, lakini unachokizungumza kiwe na kimenyoka. Sawa, sisi tumalize. Yeah. Tumalize hivyo. Na Nana Dolls kauli aliyotoa imeumiza baadhi ya watu wakiwemo Gladness Kifaruka akisimama kama mtetezi wa mm. wanaume. Nana Dolls, acha kudharau wanaume mm. dunia tunapita, eh. Aya. <laughs> Kila, kila kitu, kitu kita bakia haya, we binadamu ni mchanga, si tunakuaga hivyo. some baby alongside my man mimi na ching ling the town the baddest mm. ndim. kama uja subscribe YouTube channel this time around, unaweza ukafanya hivyo tumezungumza vitu vingi hapo yeah, au sio bana, so ufanye hivyo mara nyingi upate zile notification kupitia yeah, the gossip. Watu wawili kama tupo watu sita, au sio bana? Yes. aina noma, tukutane tena wakati mwingine, behind the camera kipala man <laughs> kama yayai.